Karibu M24. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema kuwa serikali imedhamiria kuendelea kufanya mageuzi katika sekta ya kilimo ili kuhakikisha Tanzania inaendelea kuwa kitovu cha uzalishaji wa chakula katika ukanda wa Afrika Mashariki. Amesema lengo la serikali ni kuendelea kuimarisha usalama wa chakula, kupunguza utapiamlo na kuijenga Tanzania yenye Watanzania au wananchi wenye afya bora, nguvu kazi imara na uchumi unaojitegemea. Amesema hayo leo Alhamisi Oktoba 16, 2025 wakati wa kilele cha maadhimisho ya Siku ya Chakula Duniani ambayo kitaifa yamefanyika mkoani Tanga kwenye uwanja wa shule ya sekondari Usagara. Amesema kuwa serikali katika kuhakikisha inafanya mageuzi makubwa katika sekta ya kilimo itaongeza bajeti ya sekta hiyo kutoka shilingi bilioni 246 mwaka 2020/2021 hadi kufikia shilingi trilioni 1.3 mwaka 2024/2025. Kadhalika, Mheshimiwa Majaliwa amewasihi vijana nchini wajikite zaidi katika kilimo, ufugaji na uvuvi wa kisasa kwa kuwa sekta ya kilimo ni tegemeo kubwa la ajira. Pia, Mheshimiwa Majaliwa amewahimiza wakulima, wafugaji na wavuvi kuhakikisha kuwa baada ya mavuno, waongeze thamani ya mazao kupitia usindikaji na ubunifu. Kwa upande wake, katibu mkuu wizara ya kilimo Gerald Mweri amesema kuwa kazi kubwa inayofanywa na serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Rais Dkt Samia Suluhu Hassan katika uwekezaji katika sekta ya kilimo iliyowawezesha wananchi kuwa salama na uwezeshaji wa chakula cha kutosha. Naye eh, mwakilishi mkazi wa Umoja wa Mataifa nchini Tanzania Susan Namondo ameipongeza Tanzania kwa hatua kubwa iliyopiga katika masuala ya kilimo pamoja na chakula. Ameongeza kuwa chakula si swala la uzalishaji peke yake, bali linahusu watu na mfumo mzima wa chakula unaounganisha kile tunacholima, namna tunavyochakata na iwapo mfumo huo ni mzuri kwa ustawi wa binadamu pamoja na kulinda mazingira yetu. Kauli mbiu ya maadhimisho hayo ni tuungane pamoja katika kupata chakula bora kwa maisha bora ya baadaye, ambayo inasisitiza kwa manufaa au masuala ya lishe bora, utunzaji wa chakula na matumizi sahihi ya mazao ya chakula ni jukumu la kila mmoja. Kauli mbiu ya maadhimisho hayo ni tuungane pamoja katika kupata chakula bora na maisha bora ya baadaye, ambayo inasisitiza kwa masuala ya lishe bora, utunzaji wa chakula na matumizi sahihi ya mazao ya chakula ni jukumu la kila mmoja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo hii ninaposimama hapa kutoa salamu za Wizara ya Kilimo, ninasimama nikiwa na matumaini makubwa sana kwa kazi kubwa ambayo imetekelezwa na serikali hii inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan toka ingie madarakani kama rais mwaka 2021 kwenye uwekezaji wa kilimo, na hivi tunavyosema leo, nchi yetu iko salama kwa chakula. Na hata dira yetu ya serikali na Wizara ya Kilimo tuliyoibadilisha mwaka 2021 inasema dira yetu kwa miaka yote ijayo ni kujilisha wenyewe na kualisha wengine kibiashara, kwa maana feed ourselves and feed others commercially na dira hii ndio imekuwa kichocheo kikubwa kwenye shughuli zetu za kila siku tunazozifanya, na kwa wakulima wetu wa Tanzania, kazi kubwa imefanyika kwenye sehemu ya kilimo kwenye Wizara ya Kilimo na katika wiz... mkoa wa Tanga. Tanga ni mmoja ya mikoa ambayo inajitosheleza kwa chakula. Tanga ni mmoja ya mkoa ambayo ardhi yake yote inaweza kulima mazao yote tunaolima hapa Tanzania, takriban mazao mia moja ishirini. Na tumefanya kazi nyingi katika kipindi hiki kufufua matumaini ya wakulima wa Tanga. Moja ya kazi ambazo tumezifanya katika mkoa wa Tanga ni pamoja na uzali tumeanza uzalishaji wa miche ya karafuu. Tanga ni mmoja wa mikoa Tanzania bara ambayo inalima karafuu pamoja na Morogoro. Nataka niwahimize wakulima, wafugaji na wavuvi, hakikisheni baada ya kuvuna mazao haya tuyaongezee thamani kupitia usindikaji na ubunifu wa uhifadhi badala ya kuuza kama yalivyo livyo. Ukiongeza thamani ata kipato kinakuwa kikubwa zaidi na kinaimarisha usalama wa chakula, unaweza kuhifadhi kisiharibike. Nimeona pia baadhi ya vyakula pale kwenye mabanda kadhaa, wamevuna mahindi lakini wamesaga, umekuwa unga, unauhifadhi unga, umeongeza thamani wale wanaosaga samaki, minofu ya samaki wametengeneza minofu vizuri kabisa inayohifadhiwa, baada ya kumtunza samaki mzima ambaye ana matumbo na maeneo ambayo yanaanza kuoza mapema. Ni lazima sasa tulinde mazingira yetu sote kwa pamoja, kwa maana ya kutunza ardhi itakayokuwa inazalisha chakula. Uharibifu wa ardhi kwa kuchoma moto bila sababu, lazima tulikemee. Ukataji miti holela, tunakosa mvua, lazima tukemee. Uchafuzi wa vyanzo vya maji na kutishia ukame, lazima tukemee. Nawataka wananchi wote, vijana kwa mstari wa mbele katika kulinda mazingira na kuhimiza matumizi ya teknolojia rafiki kwa mazingira tulionayo kwa sekta nzima ya kilimo kupitia wizara ya kilimo. Kwanza mjue kwamba Tanzania inategemea kilimo kuwa ndio mkombozi wetu, na kilimo mbali ya uzalishaji wa chakula, lakini pia ni ajira. Napenda kuwasihi vijana nchini mjikite zaidi katika kilimo, ufugaji, uvuvi na uwe wa kisasa. Serikali imeweka mazingira mazuri kwa sasa hivi kupata mikopo ya kuanzilisha mashamba, kupata mbegu na kuanza kulima shamba lakini ruzuku kwa taasisi ambazo zinapewa ruzuku na huduma za ugani zinapikishwa mpaka vijijini, tunahakikisha maafisa ugani wanakuwepo. Lengo ni kukuwezesha wewe mwananchi kushiriki kwenye kilimo mifugo na uvuvi kwa tija na kukuletea manufaa. Uzalishaji wa mazao ya chakula umeongezeka kwa sasa kutoka, kutoka tani milioni kumi na nane zilizokuwa zinazalishwa mwaka 2020 sasa hivi tunazalisha tani milioni 22. Huko huku kiwango cha utoshelevu wa chakula ndani ya nchi kimeongezeka vile vile kutoka asilimia 114 hadi asilimia 128 kufikia mwaka huu. Hii inaonyesha kwamba Watanzania sasa tunazalisha chakula cha kutosha kwa matumizi ya ndani, lakini pia tuna ziada, tunaweza tukapeleka hata nje ya nchi. Mafanikio yote haya ni matokeo ya uwekezaji mkubwa uliofanywa na Serikali ya awamu ya sita. Tunataka tuhakikisha kwamba kwa tunaboresha mazingira ya uzalishaji wa chakula na lishe hapa nchini, ili kila mmoja apate huduma ya chakula. Serikali itaendelea kuwekeza katika kwa tija kwenye utafiti, teknolojia na thamani za mazao yenyewe, kuhakikisha kwamba kila anayeshiriki kilimo, kila anayeshiriki uvuvi, kila anayeshiriki kwenye mifugo ananufaika na kazi hiyo anayoifanya. Lengo letu chakula kiongezeke, tuondoe njaa, wananchi waishi wakiwa na lishe bora, wakiwa na afya njema, lakini wawe na kipato cha uhakika. Haya ndio malengo ya serikali yetu ya awamu ya sita, serikali yenu ya awamu ya sita chini ya mwongozo wa mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan imeshafanya mageuzi makubwa kwenye sekta ya kilimo kwanza kuongeza bajeti yake na imeshatoa zaidi ya bilioni 246 mwaka kutoka mwaka 24 mwaka 2021 na sasa bajeti yake ni shilingi trilioni 1.3. Ongezeko hili ni kubwa sana, ilimewezesha kuimarisha kwa utafiti wa kilimo, upatikanaji wa pembejeo bora, huduma za ugani na upanuzi wa miundombinu ya umwagiliaji kote kwenye mabonde hapa nchini. Niwashukuru pia wadau wa sekta binafsi wakiwemo wazalishaji wa pembejeo, viwanda vya usindikaji, taasisi za fedha, wajasiriamali wadogo ambao mnashiriki kamilifu katika kuongeza tija kwenye uzalishaji na kuhakikisha mazao yetu yanapata masoko yaliyo ya, ya uhakika. Ushirikiano huu kati ya serikali na sekta binafsi, mashirika ya kimataifa umewezesha wakulima wetu wengi kufikiwa na teknolojia za kisasa mikopo nafuu na huduma na za ugani zilizo bora zaidi. Nitoe mfano wa mkoa wa Tanga kwenye zao la mkonge ambalo lilishapotea tulifanya jitihada kuhamasisha, lakini tukaungwa mkono na marafiki zetu mataifa, mashirika ya kimataifa, tumelirudisha zao la mkonge Tanga na limeanza kuleta manufaa. Zao hili tumeanza kuona nyuzi pia zinatengenezwa kutoka kwenye mkonge, magunia yatoka kwenye mkonge, lakini maji maji yake yanatumia kutengeneza madawa mbalimbali, lakini yale makapi ya mkonge ni mbolea tosha. Yote haya ni matokeo ya ushirikiano na sekta binafsi pamoja na mashirika ya kimataifa Food Day 2025 under the theme Hand in Hand for Better Food and a Better Future

asante kwa kututazama na kuendelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii hakikisha una follow page zetu za Instagram, YouTube lakini like pia upande wa TikTok na Facebook karibu tena tukutane wakati mwingine mm-hmm. asante